Nguvu halisi za Mungu. Uh, kiukweli kabisa Mungu ni mwenye nguvu na nguvu zake ni halisi na zinatenda kazi ndani ya maisha ya watu, ila nguvu hizi zinafanya kazi kwa watu wanaoweza kuwa na mambo baadhi ya haya mambo matano. Uh, na ukiyashika haya mambo, hakika utaweza kumwona Mungu ndani ya maisha yako. Jambo la kwanza kabisa ni dhambi. Uh, unapokuwa katika dhambi huwezi kabisa kuziona nguvu za Mungu, huwezi kabisa kuyaona matendo makuu ya Mungu kwa sababu Mungu atakuwa na kizuizi cha kufanya kazi na wewe kwa sababu upo katika dhambi. Unapokuwa katika hali ya dhambi huwezi kuona uhalisia wa Mungu, Mungu aweza akajifunua kwako katika ile namna ya kipekee kwa sababu Mungu wetu tunamuita ni unlimited. Ni Mungu ambaye hana mipaka, ni Mungu ambaye hana mwisho. Kwa hiyo unapotenda dhambi, unapokuwa katika hali ya dhambi, inakufanya wewe kuona mipaka ya Mungu. Mungu anakuwa na vizuizi fulani kwako kutenda mambo kwa sababu unakuwa katika hali ya dhambi. Aa, jambo lingine kabisa la pili ni imani. Ayu, unapokuwa na upungufu wa imani huwezi kuziona nguvu halisi za Mungu. Huwezi kuona uhalisia wa Mungu akijifunua kwako, kwa sababu Mungu mwenyewe anapotaka kujifunua kwako, anatamani kuiona imani yako, anatamani kuona ni kiasi gani unamwamini Ha, hawezi kutenda mambo zaidi ya kiwango cha imani yako. ha, hawezi kuvuka mipaka ya uwezo wako wa kumwamini. Nitoe tu mfano, siku moja nilikuwa nikifundisha, nikawaambia wanafunzi nikasema, ha, mimi kwa navyomwamini Mungu, naamini kabisa hata hii miguu yangu hapa anaweza akaibadilisha akaiweka kichwani. ha, kifupi tu hata sasa hivi wewe umejiuliza hapo kuna hali fulani imekujia ya hofu ya kusema inawezekana kweli? Kwa hiyo unapokuwa na hali kama hii, inaweka mipaka ya Mungu kufanya kazi kwako. Uh, watu ambao wanaweza kumuona Mungu katika viwango uh, na watu ambao wanaweza kutumika na Mungu katika viwango, ni watu wenye kiwango kikubwa sana cha imani. Uh, ndipo pale Yesu akauliza wanafunzi wake, na kwamba je, mngekuwa na imani kidogo tu kama punje ardani, mngeweza kuamuru mlima utoke hapa uende hapa, tungeweza kuhamisha mlima. Kwa hiyo je, unafahamu imani ulionayo? Ukikosa imani, ukipungukiwa na imani, haijalishi umeokoka, haijalishi umeoshwa dhambi zako, lakini ukipungukiwa na kiwango cha imani hii, itaweza kusababisha usiweze kuona nguvu za Mungu kiuhalisia. Lakini pia, jambo la tatu ni unyenyekevu. Mungu hawezi akajifunua kwako kwa kiasi kikubwa sana bila wewe kuwa na unyenyekevu. Mungu anamtafuta mtu mmoja aliye mnyenyekevu anayeweza kunyenyekea. Unajua unaponyenyekea unaweza kuisikia sauti yake. Unaponyenyekea unaweza kutii maagizo yake. Unaponyenyekea unakuwa na, na hali ya kumsikiliza Mungu. Ni Mungu ambaye hazuiliwi na jambo lolote. Lakini kwa sisi wanadamu yapo mambo ambayo yanaweza kumfanya asiweze kujifunua kwetu katika hali ya ukuu zaidi. Na kitu kingine unatakiwa kutambua ya kwamba Mungu anafanya kazi na mtu anayeweza kumuelewa. Uh, jambo la nne kabisa ni kiwango chako cha uelewa, ni namna gani unamuelewa Mungu? Uh, unajua ile levo unayomuelewa Mungu ya kwamba Mungu anaweza tu kufanya haya na haya hawezi kufanya, na ni kweli kwako, kwa atakuwa anajifunua katika namna hiyo. Lakini wapo watu ambao wanamuelewa Mungu ya kwamba anaweza kufanya kila kitu. Uh, na wengi, imekuwa ni rahisi sana kutamka ni rahisi sana kutamka kwamba naelewa Mungu anaweza kufanya kila kitu. Lakini je, unaishi hayo maneno unayoyatamka? Unayaamini kutoka ndani kwamba Mungu anaweza kufanya kitu, anaweza kufanya kila kitu? Kama hivi sasa hivi tukikwambia kwamba haya, Mungu anaweza kushusha sasa mbingu ikaja chini, eh, ardhi ikaenda juu, hicho kitu unaweza kukiamini? Kwa hiyo, eh, ni mambo kama haya ambayo yanaweza kusababisha wewe kupata uelewa, kumuelewa Mungu eh, kwa mungu kwamba mungu ni unlimited. Mungu ni Mungu unlimited. Lakini pia jambo la mwisho kabisa ni jambo la tano ambalo ni linasema kumfanya Mungu kuwa mpya uh, kumfanya Mungu kuwa mpya yaani, watu wengi sana tunamfanya Mungu anakuwa Mungu wa mazoea, like ni Mungu ambaye tumeshamzoea yeye, njia zake ni hizi uh, kuna watu wameshazoea kabisa akiingia chumbani akiomba anajua kabisa Mungu ili amjibu atamjibu kwa namna moja mbili tatu. Yani anakuwa ni Mungu wa mazoea, anamfanya Mungu azoeleke kulingana na hali yake, na hii pia inasababisha Mungu anakuwa na mipaka ya kufanya kazi na wewe. Kwa hiyo ni kushauri kabisa, ukitaka kuona nguvu za Mungu zaidi na zaidi, usimfanye kuwa Mungu wa mazoea, mfanye kuwa Mungu mpya kila siku, au usimfanye kuwa Mungu ambaye umemzoea kila siku na hii imekuwa ikitokea hata eh, makanisani sehemu mbalimbali sana. Tumekuwa tukiona watu wanamfanya Mungu kuwa wa mazoea, ni Mungu ambaye wamemzoea. Kwa hiyo unakuta Mungu anashindwa namna ya kuweza kujifunua kwako kwa zaidi kulingana na hali yako binafsi uliojiwekea, kwamba Mungu ni wa mazoea. Ukizingatia mambo haya, kwa hakika kabisa utaweza kuziona nguvu za Mungu ambazo hazina mipaka, nguvu za Mungu ambazo hazina mwisho eh, utaweza kuyaona mawazo yake ambayo hayachunguziki. Uh, lakini pia ataweza kuyafunua mambo ya sirini yaliyo makubwa ambayo yapo juu ya ufahamu wetu. Mungu wetu ni Mungu ambaye hana mipaka, nguvu zake ni nguvu za ajabu sana, lakini anamtafuta mtu mmoja ambaye anaweza kuyazingatia mambo haya na kuona mabadiliko katika maisha yake. Ninaitwa Daniel Yusufu, ni mwalimu sema, tuzidi kujifunza, kuna cha kujifunza.